Nawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Amani ya Bwana iwe pamoja nanyi tena, natumaini mahali mlipo Bwana amewalinda. So ningelipenda bado tuweze kuchangia neno la Mwenyezi Mungu ambayo tunalipata katika Warumi chapter 12 verse 2. Warumi chapter 12 verse 2. Tutasoma kwa jina la Yesu Kristo, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu pate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema ya kumpendeza na ukamilifu. Amen. Haya ni maneno yake Mwenyezi Mungu ambayo tumeweza kuyasoma. Aa, ni maneno ambayo Paulo alikuwa anawaambia Warumi wakati huyu. Warumi walikuwa watu ambao wameanza kufuata nia zingine, ama wameanza kufuata utaratibu mwingine sana sana wakijipendeza wenyewe sana sana wakitafuta kile kitu ambacho kitawafanya wajulikane, sana sana wakitafuta kile kitu kitawafurahisha ama kitafurahisha wenzao. Hawakuwa wanatafuta bado kile ambacho kinampendeza Mwenyezi Mungu. Basi ndio Paulo akawaambia, tafadhali nawaonya, msifanye chochote ambacho ni cha kuwapendeza nyinyi, bali mufanye chochote ambacho kitaweza kumfanya Yesu Kristo ajulikane ndani yenu, bali fanya kile chochote kitafanya Yesu Kristo aweze kuinuliwa ndani yenu. Kwa maana basi mkiendelea kutembea namna hiyo, basi hamumpendezi Bwana. Basi ndio akawaambia, mkifanya hivyo hamtampendeza Bwana, bali mkifanya kile ambacho Bwana anataka mutakuwa mumeweza kupendezwa mbele zake Mwenyezi Mungu na kafanya akawaambia tena akasema, basi msiweke nia zenu mbele, bali nia zenu muzipatie Mwenyezi Mungu, na msijifananishe na watu wa ulimwengu. Lakini watu wa kisasa hatupendi kuonywa, kwa maana ukionywa, unaona ya kuwa, hapana, huyu mtu amekuwa na wivu na mimi, huyu mtu ni fitina konayo na mimi Oh, kwa maana ni ameona kwa maana ameona, hapana, ameona ha, sasa mimi nimeanza kuchanuka, ameona mimi nimeanza kubarikiwa, ndio basi ameanza kusema hivi na hivi. No. Paulo alisema mapema, na bado kuna wale watu walikuwa walikuwa kama vile na wewe huko. Lakini kazilisikize, usijifananishe na watu wa ulimwengu huu. Watu wa ulimwengu huyu ni wa gani? Ni wale watu ambayo wata wanaonekana wanamjua Mungu, bali matendo yao inamkera Mungu ni wale watu bado wanaonekana wanahubiri injili lakini matendo yao inamkera Mungu. Ni wale watu wanaonekana ni waimbaji, lakini bado matendo yao inamkera Mungu. Hao Paulo akasema, msijifananishe na wale watu, bali nyinyi muweze kutekeleza jukumu lake Mwenyezi Mungu ndani yenu, yale yote mtakayoyafanya au ya kumpendeza Mwenyezi Mungu peke yake. Msifanye chochote ambacho ni cha kuwapendeza nyinyi binafsi, ambacho kitaweza kuwa chukizo mbele zake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo jambo ambalo nataka kuambia, kama sisi ni wana wa Mungu, lazima tufanane na Mungu. Kama sisi tunajua kabisa tunamtumikia Mwenyezi Mungu, lazima mienendo yetu iweze kufanana na Mwenyezi Mungu. Kama sisi kwa hakika tunajua tunamfuata Yesu Kristo, lazima mahali popote tupo vyote tunavyovifanya ziweze kuonekana kama sisi kabisa ni watoto wake Mwenyezi Mungu, tena tunamfuata Yesu Kristo, kwa maana neno lilisema, ikasema Yesu ndiye njia, hakuna yendaye kwa Baba bila kupitia kwake. Kama basi tunasema namjua Mungu na ufuate nyayo zake Yesu Kristo, basi hautaurithi ufalme wa Bwana. Hawezi fika kwa Mungu kama hujapitia kwake Yesu Kristo. Yesu ndiye njia. Kwa hivyo jifundishe ndugu yangu kukaa ndani ya Yesu Kristo, ukisoma uh, first peter chapter 1 verse 14 maandiko ilisema hapo ikasema, First Peter chapter 1 verse 14 maandiko ilisema hapo ikasema, kama watoto wa kuti msijifananishe, musijifan, na tamaa zenu na kwa, na, na kwanza, uh, za kwanza za ujinga. Kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza ambazo zilikuwa za ujinga. Kwa hivyo kuna vitu kabla uokoke ulikuwa na tamani. Paulo akaonya bado akasema msijifananishe na hizo tamaa. Paulo aliandikia Petro barua yake ya kwanza. Akamwambia na, wa, na waomba na wasi nyinyi watoto wativu, msijifananishe na tamaa zenu zile za kwanza za ujinga ambazo mlikuwa nazo na hapa bado, Paulo aliandika kwa Warumi akasema msijifananishe na namna ya dunia ama na watu wa dunia. Kwa hivyo tujihadhari, tuweze kukaa ndani Yesu Kristo. Kama na unajua unasema umeokoka, basi ng'ang'ana na kusema acha niweze kutii sauti yake Mwenyezi Mungu. Inawezekana itakukera, itakuwa ngumu kwako, lakini hivyo ndivyo sawa itakuwa sawa, bado hata kama itakuwa ni ngumu kwako kuacha kitu fulani ama kile lakini, jua hapo, basi ndipo utajua maana ya wokovu. Kama hujaweza kuumia kwa ajili ya kupata wokovu, bado hajaokoka. Kupata wokovu na kuhitaji uweze kuumia vitu, kwa maana kuacha vitu zingine si rahisi Unaona, bado ziko na faida, unaona bado ni zamana, lakini ukiamua njia ya wokovu, vitu vitu vyote unajitoa ndani mwake, unasema nimeamua kumfuata Yesu Kristo. Unaumia, lakini unasema acha niumie, lakini mkumfuata Yesu Kristo kuliko ni ukuumia nikienda jehanamu. So kwa hivyo ndugu zangu, na wasihi endelea kumfuata Yesu Kristo kwa njia zote zote ambazo zinawezekana na usijifananishe na dunia, kwa maana Yesu Kristo akikuja utaweza kulia ukisya, ukisema, kumbuka na mimi bado nilikuwa nakutumikia, kumbuka na mimi nilikuwa nafanya kazi yako. Lakini jihadhari kwa yote ambayo unafanya, usijifananishe na dunia, ndugu yangu. Mahali popote ulipo, mimi sikuoni na kwa mtu mwingine anakuona, lakini sikumbuka, jicho la Bwana linakuona vile vyote tunafanya kwa, kwa, kwa uficho kwa vichochoro huko, jua jicho la Bwana linakuona. Hakuna mtu mwingine anakuona, lakini jicho la Bwana linakuona. Kwa hivyo, nakuomba tafadhali, jua mwenyezi Mungu yuko pamoja nasi, jua ya kuwa kile nataka kwetu ni tuweze kuokoka kwa njia ambazo zina, zitaweza kumpendeza, si kwa njia mimi zinanipendeza binafsi, bali ile njia ambayo inampendeza Bwana Mungu wetu. Kwa hivyo, nasema asante, mubarikiwe. Lakini kile nataka kukumbusha tu usijifananishe na ulimwengu na kama vile bado Paulo aliandikia um, Petro chapter, nini, barua yake ya kwanza chapter 1 verse 14 akamwambia akasema hivi, kama nyinyi watoto wativu, msijifananishe na tamaa zenu za kitambo za ujinga. Kama unajua umeokoka na kuna vitu zingine unatamani bado ambazo ulikuwa unafanya huko nyuma, ulikuwa ukiwa haujaokoka, basi jua wokovu wako haujakuwa kamili. Tafuta namba kupata wokovu, na Mungu awabariki sana, na Mungu awatendee yaliyo mema. Mungu aendelee kuwaonekania kwa njia zenu zote, naombea baraka zake Mwenyezi Mungu zikawapatikane juu ya maisha yenu, mubarikiwe na muwe na wakati mwema na amani ya Bwana pamoja nanyi, ya kuwawezesha kutojifananisha na ulimwengu, ya kuwawezesha kukua tofauti na watu wengine ambao wa ulimwengu, ili ufalme wa Bwana tukaweze kuridi sisi sote. Amen, mubarikiwe na muwe na wakati mwema. Asanteni sana, asanteni sana.